Asl. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi mwenye wa rehema mwenye kurehemu. Ewe uliyejifunika, kesha usiku kucha ila kidogo tu, nusu yake au ipunguze kidogo au izidishe, nasoma Qur'ani kwa utaratibu na utungo hakika sisi tutakuteremshia kauli nzito. Hakika kuamka usiku kunawafikiana zaidi na moyo na maneno yake yanatuwa zaidi, kwani hakika mchana una shughuli nyingi. Nalidhukuru jina la mola wako mlezi na ujitolee kwake kwa ukamilifu. Mola mlezi wa mashariki na magharibi, hapana Mungu isipokuwa Yeye, basi mfanye kuwa mtegemewa wako. Navumilia hayo wayasemayo na jitenge nao kwa vizuri. Na niache mimi na hao wanaokanusha walioneemeka, na wape muhula kidogo. Hakika sisi tunazo pingu nzito na moto, na uwaka kwa ukali kabisa, na chakula kinachokwama kooni, na adhabu inayoumiza siku ambayo ardhi itatikiswa, na milima pia, na milima itakuwa kama tifutifu la mchanga. Hakika sisi tumemtuma kwenu mtume aliyeshahidi juu yenu, kama tulivyomtuma mtume kwa Firaoni. Lakini Firaoni alimwasi huyo mtume, basi tukamshika mshiko wa mateso. Basi nyinyi mkikufuru, mtawezaje kujikinga na siku ambayo itawafanya watoto wadogo waote mvi? Hapo mbingu zitapasuka, ahadi yake itakuwa imetekelezwa kwa hakika. Hili ni kumbusho. Mwenye kutaka atashika njia ya kuendea kwa Mola wake Mlezi. Suratul Muzammil imeteremka Makka. Katika sura hii Mwenyezi Mungu amemwamrisha mtume wake asimame sehemu kubwa ya usiku kwa ajili ya swala na kusoma Quran kwa utulivu, akawa anasimama yeye na kikundi cha wale waliokuwa pamoja naye. Kisha Mwenyezi Mungu aliwapunguzia na akawaamrisha swala na zaka na sadaka na kuomba maghfira, na miongoni mwa hayo akamwamrisha avumilie kwa wayasemayo wale wanaokadhibisha na waachiliye iwapate adhabu aliyowaahidi Mwenyezi Mungu. Na yeye amewaonya makafiri kwa mfano adhabu iliyomshukia Firauni na waliokuwa pamoja naye walipomwasi mtume wa mola wao mlezi, na akawahofisha kwa vitisho vya Kiama. Ewe uliojigubika kwa nguo zako, inuka kwa ajili ya sala usiku kucha, ila kidogo tu. Simama nusu ya usiku aupunguza kidogo katika hiyo nusu mpaka ifikie thuluthi au zidisha kwenye nusu mpaka ifikie thuluthi mbili, nasoma Kurani kwa polepole pole, ukibainisha herufi na pakusita usite pasiwe na nuksani yoyote. Ewe Mtume, hakika sisi tutakuteremshi ya Kurani yenye kukusanya amri na makatazo na takalifu nzito nzito. Hakika ibada zinazofanywa usiku zinaganda zaidi katika moyo wa mtu na zinabainika zaidi ulimini na zinasihu vyema zaidi kuliko visomo vya ibada za mchana. Hakika mchana unakuwa na mambo mengi ya kukuhangaisha, kutafuta maslaha ya maisha yako na kushughulika na mambo ya kufikisha ujumbe. Basi jiwekee nafsi yako faragha ya usiku kwa ajili ya kumwabudu Mola wako mlezi Napitisha ulimini mwako kudhukuru jina la mola aliyekumba na kukulea, na mkusishe yeye tu kwa ibada kwa ukamilifu. Yeye ndiye mwenye kumiliki mashariki na magharibi, hapana wakuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, basi mfanye yeye tu ndiye wakukutosha katika mambo yako yote, ndiye wakutegemewa peke yake kama alivyoahidi navumilia ufuuzi wanausema, na jitenge nao kwa moyo wako, na nenda kinyume na vitendo vyao, pamoja na kuwapuuza na kuwacha kujilipizia. Niachilie mimi hao wanaokadhibisha wenye kunemeshwa, na uwape muhula muda mfupi. Huko ahera tumewawekea wanaokadhibisha pingu nzito, na moto wa kuunguza, na chakula kinachosakama kooni, hakimezeki na adhabu yenye uchungu mkali usiostahamilika, siku itakapotikisika ardhi na milima kwa mtikiso mkubwa mno, na milima ikawa mirundi ya mchanga uliotapanyika baada ya kuwa mawe magumu yaliyoshikamana. Enyi watu wa Makka, hakika sisi tumekutumieni Muhammadi kuwa ni mtume wa kushuhulishieni siku ya Kiyama kwa kukubali au kukataa, kama tulivyomtuma Musa kwa Firauni awe ni mtume. Firauni akamkataa huyo mtume, basi tukamshika kwa mshiko wa nguvu. Basi mkikufuru mtajikinga vipi na adhabu ya siku ambayo kwa kitisho chake itawafanya vijana wawe vikongwe wasio na nguvu? Mbingu juu ya nguvu zake na ukubwa wake, siku hiyo zitapasukilia mbali kwa shida zake na vitisho vyake na ahadi ya Mwenyezi Mungu ni lazima itokee, hapana hivi wala hivi. Hakika ya hizi zinazotaja ahadi ya Mwenyezi Mungu ni mawaidha kwa hivyo, mwenye kutaka kunafirika kwazo ataishika njia kumwende ya kumwendea mola wake mlezi kwa kucha mngu na kunyenyekea. inna rabbaka yaalamu an

Hakika Mola wako mlezi anajua ya kuwa hakika wewe unakesha karibu na thuluthi mbili za usiku na nusu yake na thuluthi yake na baadhi ya watu walio pamoja nawe kadhalika. Na Mwenyezi Mungu ndiye anayeukadiria usiku na mchana. Anajua kuwa hamwezi kuweka hisabu, basi amekusameheni. Basi someni kilicho chepesi katika Kurani. Anajua ya kuwa baadhi yenu watakuwa wagonjwa, na wengine wanasafiri katika ardhi wakitafuta fadhila ya Mwenyezi Mungu, na wengine wanapigana katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo someni kilicho chepesi humo, na mshike swala na toeni zaka, na mkopesheni Mwenyezi Mungu mkopo mwema. Na kheri yoyote mnayoitanguliza kwa ajili ya nafsi zenu mtaikuta kwa Mwenyezi Mungu, imekuwa bora zaidi na ina thawabu kubwa sana. Na mtakeni msamaha Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu.

na pia wanakesha baadhi ya masahaba zako kama ukishavyo wewe, na hapana anayeweza kukadiria urefu usiku na mchana na kudhibiti saa zake ila Mwenyezi Mungu. Yeye anajua kuwa hamwezi kuhisabu barabara kila sehemu katika sehemu za usiku na mchana, kwa hivyo amekuhafifishieni, basi someni katika sala kilichochepezi katika Kurani. Yeye yeah, anajua kuwa watakuwepo kati yenu walio wagonjwa ambao watapata tabu kukesha usiku, na wengine wamo safarini kwa ajili ya biashara na kazi, wakitafuta riski ya Mwenyezi Mungu, na wengine wanapigana jihadi katika njia Mwenyezi ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kulitukuza neno lake. Basi someni kilicho chepesi katika Qur'ani, na zishikeni barabara faridha za swala natoweni zaka iliyokuwajibikieni na mkopesheni Mwenyezi Mungu mkopo mwema, kwa kuwapa mafakiri kwa hiari juu ya hayo yaliyokulazimuni. Na chochote cha heri mnachokitanguliza kwa ajili ya nafsi zenu mtakuta thawabu yake kwa Mwenyezi Mungu zimekuwa bora zaidi kuliko hicho mlichokiacha na kukitoa, na malipo mema zaidi. Na mtakeni msamaha Mwenyezi Mungu kwa vitendo viovu na kwa upungufu katika vitendo vyema. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe madhambi ya waumini na ni mwenye kuwarehemu.